Kusikia neno lako tuko tayari tena Bwana kusikia kile ambacho umeandaa kwa ajili yetu. Bariki kila mmoja ambaye amefika na hata wale ambao wako njiani, Mfalme, kufika na wale ambao wanatutazama na kutusikiza kupitia ma radio ma televisheni, na hata wale Mfalme ambao kupitia mitandao za kijamii, twaomba Bwana ukaweze kuwabariki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo twaomba na kushukuru. Amen, naomba tuketi, wana wa Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu mara nyingine tena kwa wema wake na kwa matendo yake makuu. Mshukuru Mungu kwa sababu ya watumishi wa Mungu, watumishi wote, watu wa Mungu ambao mpo katikati yetu, ah, mwili wa Kristo wote yangu wandugu ambao umefika siku ya leo tutatambua uwepo wenu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mwanangu Dr Emy, karibu sana, Mungu awabariki sana kiongozi. Haleluya. Bwana asiwe sana, shukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu, Mtume Johnson, huwa namuita the apostle of connections, Pastor Johnson mtumishi ambaye Mungu ame mimi nimekutana na watumishi wengi sana na watu wengi maishani. Unaweza kutana na watu na viatu <laughs> sijui kama unanielewa. Mtumishi Johnson ana neema, moyo wake hauna hila, anatamani kazi ya Bwana. Amenituma kuhubiri kwa makanisa ambayo sijawahi hubiri, lakini ameniunganisha kwa watumishi wengi sana wa Mungu, ambayo si kitu rahisi, inategemea wito. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana Mungu akutende mema mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki wa wana wa Mungu. Mungu awatende wa mema watumishi wa Mungu. Mungu awabariki kiongozi, Mungu awabariki sana uongozi wote wa kanisa, wana wa Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Bwana asiwe sana tumishi viki, naamini umetuletea baraka za bungeni. Mungu akubariki sana, tunatambua uwepo wako. Mungu akubariki wa sana kiongozi. Mungu wa tende mema. Haleluya. Bwana anaweza. Yani, yaani chochote unafanya kibali chako kitakuwa kimeng'arishwa kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sijui kama nazungumza na mwana wa Mungu. Tuko pamoja wana wa Mungu? Ni ibada ambayo tumejiandaa kabisa kwa ajili ya ibada hiyo, kiba kibali chochote kilichozimishwa, kibali chochote kilicho kwa namna moja ama nyingine kilifunikwa huwa hakionekani, kwa neema ya Bwana, Bwana ni mwaminifu. Kuna kipengele ambacho jana tuliangalia kanuni ambazo zinatusaidia tutembee katika kibali, tukaangalia kanuni nyingi sana, kwani ni vitu vipi ambavyo vinaweza fanya kibali kikaibiwa, na ni vitu vipi ambavyo vinaweza fanya kwa namna moja ama nyingine kibali kisionekane ama kikachukuliwa. Tuliangalia kanuni nyingi sana. Kwa mfano kitabu cha Mwanzo sura ya nne kuanzia tano pale mbao kumi na tano siku moja Mungu akamuuliza Kaini akamwambia, mbona uso wako umekunja mana, mbona una ghadhabu? Usipotenda vyema, hautapata kibali. Akamwambia dhambi kwa inakuotea mlangoni, lakini yapasa uishinde. Hauwezi kupata kibali na kudumu katika kibali kama haujui kutenda mema kwa watu wengine kama hauna moyo wa kusaidia watu wengine. Watu wote waliopata kibali walikuwa ni watu ambao ni watoaji, walikuwa ni watu ambao wako tayari kusimama na mahitaji ya watu wengine, walikuwa ni watu ambao wako tayari kuishi maisha ya matakatifu, walikuwa ni watu ambao wako tayari kujiweza kujitolea muhanga kwa sababu ya faida ya watu wengine. Ndio ni maombi yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, kibali chako hakitafungwa, kibali chako hakitazimishwa, kibali chako hakitafunikwa Kibali chako hakitaondoshwa. Sema, E Bwana Mungu, kila aina ya maagano yanayopambana na mimi kwa namna yoyote ile, natangaza kibali changu hakitafunikwa. pambana na kibali changu, natangaza kufungua malango ya kibali changu katika ili somo tumeangalia maeneo ya kibali, maeneo ambayo kibali kina, kinaweza chomokea. Tumeangalia wale ambao mtakumbuka, kumbe katika haya masomo kila mtu anashika kipengele chake. Kuna mtu aliniandikia ujumbe akaniambia mzee wa maandiko, sasa kumbe nimejua, kumbe nimejua nimejua. Kijana mmoja akasema kumbe nimejua matatizo yangu yako wapi. Sasa nitanyambulika vitenzi sema ooh. Kumbe kila mtu kuna mahani. Mwingine akaniambia mtumishi wa Bwana, kumbe nitatuma malaika wangu wa uso akaweze kuniunganisha na watu sahihi. Mwingine akaniambia kuna mzungu mmoja kutoka kule New York akataliwe kwa hivyo, wana wa Mungu, siku ya kesho geuke mwanza, mwambie: siku ya kesho. Siku ya nini? Mwambie tena kwa sauti. Yani ibada ya siku ya kesho ni ibada ambao tunasema ibada babu kubwa. Geuke mwanza, mwambie babu kubwa. Mwambie tena kwa sauti. Yani kama vile tumekuwa tukikuja hata kama Haleluya. Na Mheshimiwa Engineer Kitibo mwenyewe atakuepo ndani ya nyumba. Haya. Sasa geukia mwenza mwambie na Papa Tomaso ametuambia kabisa hapa madhabauni atapiga kesho, atakuwepo ndani ya nyumba. Amen. Haleluya. Sasa geukia mwenza mwambie unakosaje hiyo ibada? Unakosaje hiyo ibada? mwambie mwenzako mwambie unakosaje? Unakosaje ibada yani, utakuwepo watu wanaoangalia na macho ya kawaida na hata wale ambao wamevaa miwani watakuwepo. Amina. Amina. Kama unanielewa unanielewa, mwanangu. Amina. Amina. Vile amevaa miwani watakuwepo kwa ibada kesho. Eshimiwa pale amevaa miwani yani, hawa wote watakuwepo. Yani, tuwenye umbo ya urefu hata watu wafupi, wanene, webamba, watu cheusi mangala watakuwepo, na cheupe dawa watakuwepo. Amina. Sasa wewe ni nani ukose hiyo ibada mm? Okaaambia wewe ni nani ukose hiyo ibada? Vijana wamekumbuka, nikifundisha somo kuhusu yes, nguvu ya ibada, wangapo wanakumbuka hilo somo? Wana wa Mungu kuna siri katika ibada, ibada iwe kanisani hata nyumbani hata kama siku ambayo haupo kanisani, hata nyumbani, muwe na ibada jamani. Amen, anza mwambie kama familia huo mnafanya ibada ama mnalala tu pasipo ibada. Ni vizuri nani mchungaji wa familia. Mimi nilianza kushangaa katika kufanya ibada, nikaanza kugundua watoto wangu, ni nani kati ya watoto anaweza kuwa na kipawa kama cha kwangu. Nikaanza kugundua nani ndio mchungaji na hata baadaye nikawambia wanangu mnasoma mnafanya nini, lakini naona mchungaji wa familia ambaye pia atabeba kipawa cha baba, ninawaona naona kati ya watoto waimbaji ni nani. Wana wa Mungu, namaanisha nini? Nguvu ya ibada. Geukia wanamwambie nguvu ya ibada, ibada. Hauwezi kutembea katika kibali pasipo kuelewa nguvu ya ibada kuna mwanangu mmoja leo amenishangaza sana ndugu Johnson. Nilipokuwa kanisani kwenu, mtakumbuka kuna unabii ulinijia nikiita, nikiita, nikiita. leo nimekutana na huyo mwanangu nimeshangaa sana kama utakumbuka, jina Roda Sanga, yule binti Roda Sanga ufunuo wake. Unajua hii kipawa cha mafunuo hiwo inashika mita bendi kwote, iwe duniani kwote mafunuo yanakuja leo nimeshangaa katika kuombea watu wa Mungu akasema mtumishi wa Mungu nimekuja mimi ndiye Roda Sanga wakati ule ulipokuwa kihudumu nilikuwa Mbeya kama mtoto wa Mungu anaweza funga safari all the way kutoka Mbeya ameanza mwambia na wewe wa Dar es Salaam hapa mwambie na wewe wa Dar es Salaam hapa mwanangu Mungu akubariki sana ulisikieje vile ulisikia ufunuo huko umekuguza ulisikieje mwana asiwe sana kwa hivyo nachomaanisha kwa namna moja ama nyingine, Mungu anaweza. Usiwahi mwekea Mungu mipaka, usiwahi mwekea Mungu mipaka. Mimi katika utumishi wangu nimewahi ona familia ambayo watoka wa wawane walikuwa wajawahi pata watoto, wamekaa mpaka mama amefika amefika miaka hamsini na saba na mwanaume amefika miaka hamsini na tisa yaani hata madaktari wakasema basi, hawa mpaka wamekubaliana na hiyo hali. Mungu akaniambia Bwana, hawa watu wanaenda kupata watoto. Kila wakati nikawa nawambia mama wawili, mama watatu, sasa ikawa mama wawili, mama watatu, ghafla binivuu miaka nenda miaka rudi, Mungu akawabariki. Yani ni ushuhuda ambao huwa ninausema mpaka leo. Mungu akawabariki wakati wa wakupata watoto, wakapata kwa mpigo watoto mapacha watatu mara moja. Haleluya! usiwai mwekea Mungu mipaka, mipaka. Si kama kuna nielewa giawenza umwambie usiwekee Mungu mipaka. Mwambie tena kwa sauti. Watu wengi tumekosa kuona Mungu katika utendaji ni kwa sababu tumemwekea mipaka na... Zaburi sabini na nane. Msomi wangu wa Biblia Jana mheshimiwa alikuwekea mkono sasa, na leo na test mitambo nione kama umeshika. Sasa Zaburi 78 40 41 pale neno la Mungu linasema mm, walimwasi jangwani mara ngapi walimwasi jangwani mara ngapi, na kumhuzunisha nyikani, na kumhuzunisha nyikani. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Sema e, Bwana Mungu. E, Bwana Mungu, mahali popote pale niliwahi kuwekea mipaka, natangaza kwa jina kwa la Yesu Kristo, kila roho ya mipaka, kila roho ya mipaka, kila roho ya mipaka inayojitokeza katika hatima ya maisha yangu, ninakataa roho ya mipaka, haitaonekana tena katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya mipaka inayoonekana katika hatima ya maisha yangu na kataa e, mipaka. Mipaka. Hauna uwezo juu yangu. Hauna uwezo juu yangu. Mahali popote pale. Mahali popote pale nilimwekea Mungu mipaka, nilimwekea Mungu mipaka, naondoa mipaka, naondoa mipaka, mipaka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Mipaka. Eh, mipaka ondoka maishani mwangu, ondoka maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo, kila roho ya mipaka, kila roho ya mipaka, inayojitokeza, inayojitokeza anga rohoni. ya Bwana kuna kipengele ambacho natamani ya Bwana kuna kipengele ambacho natamani kukiguzia siku ya leo dakika chache kukiguzia siku ya leo dakika chache. Kipengele kitatusaidia mwana wa Mungu, mtu akikosa kibali atachukiwa, mtu akikosa kibali atakataliwa, mtu akikosa kibali ama kibali cha mtu kikiibiwa na kuchakachuliwa kwa namna moja ama nyingine, mtu huyo hatatambulikana, hataonekana, hatajulikana. Kwa hivyo nataka nizungumze kwa dakika chache kibali cha kushinda roho ya kukataliwa maishani, kibali cha kushinda roho, roho ya kukataliwa maishani kibali chako kikiibiwa ama kikifunikwa au kibali chako kikachakachuliwa ama kichafuliwa utakataliwa kila unachofanya hautakubalika kuna watu walizaliwa na vibali vikubwa lakini wakapandikiziwa roho ya kukataliwa baada ya kupandikiziwa hiyo roho ya kukataliwa wakawa ni watu ambao wanakataliwa katika kila kitu wanachokifanya sema eh, kila roho ya kukataliwa inayonifuatilia katika hatima ya maisha yangu, majira yamefika, majira yamefika. Nakataa, nakataa roho ya kukataliwa, roho ya kukataliwa haitakuwa juu yangu, haitakuwa juu yangu. E, roho ya kukataliwa achia maisha yangu, achia maisha yangu. Napokea kibali, Napokea kibali kushinda roho ya kukataliwa katika jina la Yesu. ya kukataliwa haina uwezo katika hatima ya maisha yanu, katika jina la Yesu Kristo, ya jina la Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo, roho ya nini? Watu wengi wamekataliwa, watu wengi maisha wanatamani vitu vya aina fulani vifanyike, havifanyiki kwa sababu gani? Roho ya kukataliwa inapambana nao. Sema, kila roho ya kukataliwa, kila roho ya kukataliwa inayonifuatilia, inayonifuatilia katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa roho, haina uwezo juu yangu katika, katika jina la Yesu Kristo nakataa, nakataa.